Kwa niaba ya familia ya mzee Matiasi Matebe, na mimi naitwa mchungaji Christopher Matias Matebe. Tumepokea kama livyopokea nyenye taarifa za kifo cha mpendwa wetu ambaye mimi ni mdogo wangu Emmanuel Matias Matebe, ama kwa jina maarufu MC Pilipili. Nimeleta maneno mengi, watu wameongea mambo mengi, wenye mtandao kuhusu kifo chake, lakini sisi kama familia hatukusema chochote kile. Lakini sasa tunakwenda kutoa taarifa kwa Tanzania, na kwa watu wa hapa swaswa, kile ambacho tumekipokea lakini tunashukuru sana tunashukuru sana kwa serikali ambayo imetusaidia sana, madaktari wametusaidia sana, vyombo vya dola vimetusaidia sana kuhakikisha kwamba wanatambua kile ambacho kilitokea kwa mpendo wetu mpendo wetu. Kilichosababisha uh, mauti wake ni majeraha ya kupigwa, amekuwa amepata majeraha ya kupigwa ambayo yanasababisha kifo chake, lakini pia naomba niseme kwamba ninashukuru sana kwa Anthony Mavunde ambaye ameweza kujitoa sana kwa upande wa serikali. Tunashukuru pia hata kwa viongozi wa madhehebu ambao wameweza kufika. Hata wakati huu tunapoongea tuko na kuani uh, Musa kama sikosei, amefika hapa kwa ajili ya Uh, MC Pilipili inaonyesha kwamba kweli MC Pilipili alikuwa ni mtu wa watu, na mimi naomba niwaambie kwamba Pilipili alikuwa anawapenda Watanzania, alikuwa anapenda kuwafurahisha, alikuwa na, anapenda watu anapenda wa, kuwasifia kila mtu. Kwa hiyo alikuwa, naomba tujitokeze siku ya kesho hapa na tujitokeze siku ya Alhamisi pale kwao. Naomba mengine ambayo nafuatia ni mkabizi mwenyekiti kwa jambo hili hapana, nafasi kuelezea yote kwa ujumla. Asante na Mungu abariki sana. Basi kama alivyokwisha kusema kaka mkubwa wa marehemu, mimi sitamani kuongelea hapo, ila kama una swali lolote, nasitiza tena usimfate kumsumbua kaka wala ndugu mtu. Njoo uniulize mimi nina majibu yote, kwa sababu niko karibu na familia mwanzo wa tukio mpaka sasa hivi. Leo tutakuwa tunaendelea na maombolezo hapa kwa nyimbo, kwaya zitakuwepo tukimtukuza Mungu. Biblia inasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Unaweza ukajiandaa mambo mengi sana lakini, anayetakiwa apige tiki ni Mungu mwenyewe. Tutakesha mahali hapa tukimtukuza Mungu, lakini kesho mahali hapa tutaanza ibada yetu fupi. Tunazungumza fupi kwa sababu kesho sio siku ya maziko. Naelewa wapendwa, ibada itakuwa fupi. Tutaanza saa saba baada ya kupata chakula cha mchana baada ya ibada fupi tutapata historia fupi, na pia tutakaribisha salamu mbalimbali mbali za rambirambi kwa wakazi wa Swaswa na wale wengine ambao watapata nafasi kwa ajili ya kutoa salamu hizo, alafu kisha tutatoa nafasi uh, kwa watu kutoa heshima za mwisho kama tulivyosema, alivyosema kaka MC Pilipili si wa Dodoma tu wapendwa watatoa nafasi ya wananzengo watu waswaswa kutoa heshima za mwisho na wale ambao watatamani kumwaga ndugu yetu. Lakini jioni tutaendelea hapa tena na kumtukuza Mungu, na tumekubaliana na familia kwamba mwili tutalala nao hapa nyumbani. Siku ya Alhamisi tutaondoka hapa saa tatu msafara kuelekea pale Chinangali Paki, ibada yetu itaanza mahali pale saa 4 kamili, ikimpendeza Mungu, tunatamani utakapofika, itakapofika saa 8 kamili tuwe tumemaliza ibada, historia fupi, maneno ya shukrani, salamu za rambirambi na kutoa heshima zetu za mwisho. Saa 8 kamili tutaanza safari ya kuelekea makaburi ya, ya Meliwa Ipagala kilimo kwanza kwa ajili ya maziko. Tumefanya mapema sana, ili kuwawezesha wale watu, kesho ni siku ya kazi, lakini wakamkimbilia MC Pilipili, ili wapate nafasi ya kuondoka na magari ya jioni natfemi, na treni, kuendelea na majukumu yao. Nitoshe tu kusema nikushukuru sana Kuhani Musa kwa kuungana pamoja nasi, tunatambua uwepo wako. Ni washukuru wengine wote mlioko mahali hapa, tunatambua wenu, uwepo wenu, lakini naomba mwondoke na neno alilolisema kaka. Mpendwa wetu amepoteza maisha, amegundulika, alikuwa na majeraha ya kipigo. Imetosha sawa, wapendwa. Taratibu zingine, amempiga nani, amefanya nini, wanadili nao vyombo vya usalama na wasii tena, tusio wepesi kuzungumza kitu tusicho kifahamu, tunazua taharuki. Baada ya kusema hivyo, niseme tuendele na maombolezo na kufarijiana na hapa na pale. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi awabariki sana. Uh, tutakuwa wachoyo wa fadhila angambea kaka kama hatutomleta baba yetu Buhani Musa atusalimie japo atakuwa na nafasi zingine huko mbele.